Nawaomba msichoke ndugu zangu Waislamu, hawa watu bado wana uhitaji pia wa nguo, bado wana uhitaji wa madrasa. Msikiti wao ni mbovu, wallahi la adhimu. Ndugu wa Islamu, msikiti wao mkiuona, ni msikiti ambao, ndugu wa Islamu, unatia huzuni wakati wewe unasalia katika msikiti wenye busati na feni na kupepea juu, angalia kuta za nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi hamwezi kuamini ndugu wa Islamu, msikiti mnaouona huo mbele yenu ndio msikiti ambao ndugu zetu wanainika paji na kusema subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi nani kama si mimi na wewe, atakayeguswa akawasaidia hawa ndugu zetu Waislamu. Mtume anasema laisa minna man lam yahtam bi biumuri lmuminin. Ndugu zangu Waislamu, Mtume asema hayuko pamoja na mimi yeyote ambaye haguswi na matatizo yanaowafika Waislamu. Islam, hichi ndio chuo cha msikiti ndio. Yeah, hichi hapa chuo chenyewe ni kimoja, anatumia wanawake wanaume Allah, Subhanallah, choo naona ni kimoja wanatumia wanawake na wanaume no. choo, choo ni kimoja, ndugu Muislamu, hiki ndio choo ambacho udhu unatengenezewa hapa, swala inatengenezewa hapa, na hii ndio hali halisi chooni. Huku hakuna maji, choo hiki hapa kitupu kabisa, hakina maji. Hali ni mbaya, wanaingia wakina mama, wanaingia na kina baba. Hii ni hali nzito sana hii ni hali nzito sana ndugu wa Islam, Allah awalipeni kila la kheri. Ndugu zangu wa Islam, nyinyi ni mashahidi, kile mlichotutuma hakika tumekifikisha kwa hali ya usalama salmini, na nyinyi mnaona, hizi ni juhudi zenu, hizi ni nguo zenu, hizi ni sadaka zenu kwa namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala, ametuwafikisha na sisi, kwa uaminifu mkubwa kabisa, tumefikisha kile ambacho mlichotupatia kama Ikramu Foundation, tunatoa shukurani zetu za dhati kabisa kwa kila aliyechangia hili na Allah amlipe badala katika hili. Tunasema sisi kama Ikramu Foundation kuambia enyi wapenda kheri popote pale mlipo duniani, wala tuhzini yauma yubathun, ewe Allah usituhuzunishe sisi na kila aliyetoa katika mambo ya kheri siku ambayo utakayotufufua, yauma la yanfau fihi malun wala banun, siku ambayo haitamfaa mtu mali yake wala watoto wake wala cheo chake wala ukubwa wake, illa man atallaha biqalbin salim, ila yule ambaye atakayekuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ulimi uliyosalimika. Ndugu zangu Waislamu, irhamu man fil ardhi yarhamu man, yarhamukum man fi ssamaa wahurumieni viumbe wa allah waliopo ardhini atakuhurumieni allah subhanahu wataala aliyejuu allah awalipe kila la kheri ndugu zangu hakika nyinyi mnaona ni furaha kubwa ya watu wamefurahi watu wamesheherekea watu wameona wamepata wa dhahabu kwa hizi nguo mlizowapa ndugu zangu waislam allah subhanahu wataala awalipeni kila la kheri kwa hii jambo kubwa kabisa ambalo mlilolifanya, nasi tunamwomba Allah tabaraka wa taala, kila mgonjwa Allah amondoshee magonjwa, kwa hiki alikukitoa wenye maradhi Allah aondoshee maradhi, wenye mitihani Allah aondolee mitihani, wenye hawana kazi, Allah awape kazi. Wale ambao ndoa zao zinatetereka ndoa zao zinatikisika ndoa zao zinayumba, Allah azitengeneze ndoa zao. Wale ambao hawajaolewa, Allah awape waume wenye kheri na wao. Wale ambao hawajaoa, Allah awape wanawake wenye kheri na wao. Wale wenye misukosuko na matatizo, Allah awaondoshie misukosuko yao, kwa hii sadaka kubwa kabisa walioifanya juu ya ndugu zetu ambao walikuwa na hali mbaya kabisa wa hichi kijiji cha guru katika mkoa wa Tanga. Ndugu zangu wa Islamu, tusichoke katika mambo ya kheri, tuendelee kuchangia katika mambo ya kheri, tuendelee kumomba Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika ya Allah anapenda yeye kuombwa. Subhanaka Allahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.